Hali gani mtazamaji wa Global TV Online kupitia YouTube, mimi ni Sports Lady wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe, ambapo nakujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu wa soka kwa upande wa kimataifa. Baada ya kupoteza kwa kufungwa mabao manne kwa moja dhidi ya Real Madrid katika fainali ya Ligi ya Mabingwa Ulaya, Juventus wamerejea nyumbani Italia. Pamoja na kukosa ubingwa, mashabiki walionekana kuwapongeza wakiwapungia mkono kuonyesha bado wanawapa heshima kwa upande wa Real Madrid. Sasa ina makombe kumi na mbili ya Ligi ya Mabingwa Ulaya, huku mchezaji wake Cristiano Ronaldo akiwa amefikisha manne. Ronaldo, wachezaji wa Madrid, benchi la ufundi linaongozwa na Zinedine Zidane, usiku wa kuamkia leo wamekutana kwenye uwanja wa Santiago Bernabeu jijini Madrid na kufanya sherehe kubwa ya kufurahia ubingwa huo. Kila upande umekuwa na furaha hasa baada ya ubingwa huo ambao ulionekana ni mgumu kwao na namna hiyo ndo nahitimisha katika Global TV Sports. Ulikuwa nami Sports Lady wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Usahau kutuforo katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram at Global Publishers, Twitter at Global Habari. Asante na kwa heri.